Movie mpya ya mwaka 2025 ukifuatilia, movie hii ina mafunzo sana. Inaelezea jambo lililomkuta mwanadada mmoja ambaye aliamua kumkataa mpenzi wake kisa hana ela. Jamaa alijitolea kwa moyo wake wote kumsomesha dada huyu akiwa na imani atakapomaliza chuo atakuja kumuoa. Kilichowakuta wawili hao <laughs> Tusimalize uhondo, lakini nilichogundua, matajiri wana siri kubwa sana. Kila tajiri ukikaa naye, anasema nilianza kwa mtaji mdogo wa kuuza karanga, nikaweka akiba hadi nikanunua Scania. Usiwaamini. Kwenye hii movie utajifunza mengi. Ni Jumamosi saa mbili kamili asubuhi, cha kufanya wewe ni kusubscribe, kisha bonyeza alama ya kengele, sisi tutakupa taarifa Jumamosi mapema kabisa uzidi kwenda Manka akaona sasa amechoka, akaamboa kumwakia mpenzi wake, kila siku, huna hela, umekaa kaa tu hapo. Magesa alipoona hivyo, kesho yake akaona bora amweleze bosi amwazime hela kwa ajili ya kumhudumia Rozi, lakini kwa bahati mbaya alikuwa amekwisha azima pesa nyingi sana kwa bosi, hivyo bosi hakuweza kumpa hela nyingine, na hatimaye anafukuzwa na kazi. Aliporudi nyumbani, anamkuta Manka amekaa sebuleni, anamsubiri yeye arudi na hela ili ampeleke Rozi hospitali.

chake kuwa ataolewa na bosi. Ule mzuka wa mke wa bosi wa kwanza bado anaendelea kuweka vikwazo ili bosi asiweze kuoa tena, lakini jitihada zake zinakuwa si chochote si lolote, kwa sababu Manka hawezi kumsikia wala kumwona Manka. Akamvalisha pete bosi kisha na yeye akavaa na busu zito likafuata.